Bajeti yetu imesomwa kwa wakati mmoja ndani ya jumuiya ya Afrika Mashariki. Maana yake ni kwamba ni lazima ya kwetu eh, kidogo tulinganishe na wenzetu, wakati tunajadili ya kwetu, hatuwezi kujijadili sisi wenyewe tu. Sasa naomba waheshimiwa, mnifuate taratibu hapo Tanzania kwa sababu bajeti ilikuwa na nchi za, za Kiafrika East Africa, na mimi nitaiweka kwa dola ili iwe rahisi kulinganisha na nchi zingine. Bajeti yetu hii tuliyosomewa ni ya dola bilioni 21.6 sasa hivi Watanzania tuko sabini milioni nukta tano 70.5 million population. Kwa hiyo expenditure matumizi ya bajeti tuliyosomewa kila Mtanzania ni dola mia tatu na sita, na pato letu GDP per capita sasa hivi GDP per capita yetu sasa hivi ni dola elfu moja mia mbili na ishirini. Na kuna kipimo kingine cha maendeleo ambacho hatukitumii sana, naomba wazi, mawaziri wawili eh, muwe mnakiweka, msiwe mnakisahau. Najua mnacho mwe mnakisahau. Hii ni HDI, Human Development Index. Hii ki GDP per capita ni ya World Bank na IMF, tunaipenda sana lakini kuna ya UNDP ambayo ni nzuri zaidi, nayo inaitwa Human Development Index. Hii ni nzito kwa sababu inachukua eh, mambo ya afya, mambo ya elimu na maisha yetu, yani standard of living kwa hiyo ukichukua hii HDI Tanzania sasa hivi ni 0.555. Tuko katikati, maximum ni 1. Kenya bajeti yao bilioni 30.3. Wako wa Kenya 57.5 milioni, kwa hiyo expenditure ya mtu mmoja kwenye bajeti ya Kenya ni dola 574. GDP per capita ya Kenya ni dola za Marekani 2301 sisi elfu moja mia mbili na ishirini wao elfu mbili mia tatu na tano na HDI, human development index yao ni 0.628. Uganda wamesoma bajeti yao ni bilioni 20.1, population ya Uganda ni watu milioni 51 nukta 4 kwa hiyo expenditure ya bajeti yao kwa kila Mganda ni, ni dola za Marekani 391 GDP per capita yao ni dola 997 na HDI yao ni 0.582 na malizia na Rwanda, bajeti yao ni bilioni 4.9, wa Rwanda wako milioni 14.6 kwa hiyo expenditure ya bajeti yao kila mrwanda atatumia dola 336 na GDP per capita yao ni dola elfu moja na sabini na moja na HDI yao ni 0.548. Kwa hiyo waheshimiwa wabunge, ukiangalia bajeti iliyosomwa kwa nchi za Afrika Mashariki eh, japo usichukue tu tarakimu zigawanya na population, utaona kwamba eh, Wakenya wa Kenya ndio wanaongoza, kila mtu atatumia dola 574 na sisi kila mtu atatumia dola 306. Kwa kujilinganisha nimechukua Seychelles na Mauritius. Wao GDP per capita yao Seychelles ni dola elfu 26, ni nchi inayohesabika imeendelea. Na HDI yao ndiyo kubwa Afrika ni 0.848 Seychelles. GDP per capita ya Mauritius ni zaidi ya dola elfu kumi na moja na HDI yao bado 0.8. Kwa hiyo ukiangalia kwa maendeleo yetu sisi tuko katikati kwenye hivyo viwango vya HDI, nchi za Afrika Mashariki uchumi wetu nakuja sasa kwenye mambo ya uchumi toka mwaka elfu mbili mpaka sasa hivi 25 kwa miaka ishirini na mitano uchumi wetu umekuwa kati ya asilimia 5 mpaka saba. Mwaka mmoja tu elfu mbili kumi na moja uchumi ulifika asilimia saba nukta tano. Na ndugu zangu, wataalamu wote wa uchumi duniani kote wanasema ukitaka kuondoa umaskini uchumi uende kwa asilimia nane kumi na zaidi. Tufanyeje uchumi wetu ukuwe kwenda asilimia nane mpaka kumi? Sectors ambazo tunapaswa kuwekeza zaidi ni hapa, ambao ni msingi, foundation, au tuseme primary sectors ni kilimo na uchimbaji wa madini. Kwa hiyo sekta hizi, na nimetoa mapendekezo mchango wa GDP hapa lazima twende kwenye agriculture, twende kwenye ufugaji animal husbandry, twende kwenye uvuvi huu wa vizimba, twende kwenye forestry, tuvune misitu, alafu twende kwenye uchimbaji. Kwa hiyo hizi agriculture, animal husbandry, fisheries, forestry, mining, hiyo ndio uwe uti wa mgongo wa ukuaji wa uchumi wetu, na tuwekeza hapo, uchumi ukuwe kwa zaidi, tupate mchango wa asilimia hamsini na tano, 55% of our GDP itoke huko.